Moja ya siri ya mafanikio ni kujijua wewe ni nani. Kwa maana jua wewe unaelekea wapi, jua nini unapaswa ufanye, jua nani unapaswa umbatane naye. Hii itakusaidia kusaidia wewe kuweza kuyafikia mafanikio yako kwa uharaka na wepesi wa hali ya juu. Mara nyingi hakuna kitu kibaya kama unagundua unafanya kitu kwa ubora na kwa ufanisi wa hali ya juu alafu hicho kitu hukupaswa kabisa kukifanya kwa maana ni sawa sawa unapoteza muda wako for nothing, unapoteza muda wako bure. Kwa hiyo kama utajua nini unakifanya maana yake huwezi kupoteza muda wako. Lakini unapokuwa unafanya kitu kwa ufanisi na kwa ubora wa hali ya juu, then unachokifanya hukupaswa kabisa ukifanya, ni sawa sawa unapoteza muda wako bure. Ni sawa sawa umepewa mtihani na mwalimu then unachokijibu hakiendani na swali uliyoulizwa swali umeulizwa ambao unapaswa kujibu kwa kutumia mstari moja, then unatumia mistari mitano kujibu swali, alafu unachokijibu hakiendani na swali ulioulizwa, maana yake unapoteza muda wako for nothing, unapoteza muda wako bure. Kwa hiyo lazima ujue nini unachofanya. Lazima ujue nani unapaswa kuambatana naye. Lazima ujue wapi unapaswa kuelekea. Hii itakusaidia wewe kuweza kufikia mafanikio yako kwa uharaka na wepesi wa hali ya juu. Kitu cha msingi zaidi, hakisha unajua nini unapaswa kukifanya, kiamini unachokifanya, kipende unachokifanya. Hakika utakwenda kufikia mafanikio yako kwa uharaka na wepesi wa hali ya juu, bila kusahau mafanikio yako ndiyo furaha. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na Mungu, hmm, awabariki.